Kikao cha baraza la madiwani wa halmashauri ya manispaa ya Singida cha robo ya tatu ya kipindi cha mwaka wa fedha 2024/2025. Kikao hiki kimeketi hapa kujadili taarifa za maendeleo za kila kata za manispaa hiyo. Akizungumza na madiwani, watendaji, wakuu wa kuwa idara wa halmashauri hiyo, meya wa manispaa ya Singida Yagi Mauridi Kiaratu amewataka madiwani hao na watendaji kuweza kutatua kuhakikisha wanatatua changamoto zinazowakabili wananchi. Ziko changamoto ambazo ziko ndani ya jamii, ni waombe sana meshima madiwani, watendaji wa kata, tukahamasisha jamii itatue changamoto ambazo ziko chini ya uwezo wao, lakini ziko changamoto ambazo ziko ndani ya halmashauri. Mkurugenzi, ukaimarishe dawati lako la kusoma muhtasari na taarifa kutoka kwenye kata. Kuna changamoto ambazo unaweza kuzitatua bila kusoma kupatiwa ufumbuzi, lakini ziko changamoto zingine, ni za kisera, zingine ziko nje ya uwezo wetu. Nazo mkurugenzi, waakisha unazichukua na kuzipeleka kwa mrongo unaotakiwa ili zifike mahali husika na tutatuliwe changamoto hizi. Najua changamoto haziwezi kuisha, lakini sote, wakuu wa idara, watendaji wa kata na sisi waheshimiwa madiwani, tushirikiane kuhakikisha kwamba tunatatua kero za wananchi huko chini. Aidha akatoa wito kwa madiwani kuwahamasisha wananchi kushiriki katika kazi. Tunawahamasisha wananchi kushiriki shughuli za maendeleo, kuwafanya waone kwamba maendeleo ni ya kwao na wajitoe kwa moyo kuhakikisha wanajitolea kufanya shughuli hizo. Hapa tuweke hamasa zaidi, ili wananchi wajue maendeleo yao ya kwao, na washiriki vizuri, kuhakikisha kwamba miradi inayokwenda kwenye maeneo yao inakamilika kwa ubora, lakini nao waonyeshe nguvu zao ili waupende mradi wauone kwamba nia. Baadhi ya viongozi nao wakamshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kutoa fedha nyingi kwa ajili ya miradi ya maendeleo. Mheshimiwa Rais ametusaidia sana katika mambo mengi, kwa kuletea fedha nyingi kwenye miradi ka ya maendeleo na <coughs> sisi wote tunashahidi kwa kweli, yako mengi yamefanyika, afya, elimu, mazingira, maji